Kwanza tu asubuhi hmm? Hey! Ah, bro, Wakenya si wajinga bwana, nimetoka na mali yangu bro. Bro. Hey, cho imekuwa ako but mimi nimetoka na mzigo wangu bwana, mimi naishia bwana, Wakenya si wajinga. Siku hizi nani? Eh, watu siku hizi bwana, sijui ni kama umeomoka. Ako na dau lazima, huyu ni mori wangu, uyo ako na dau, ako na akapata baba na baba akapata mama. Saichezea kazi yako bwana, hii kazi yako inafo ilinde <coughs> na niko nimeitwa kazi ya kuendesha ndege. Sasa mimi ndio ninanusa tu hapa rufi ya choo, hii ni kazi gani wazi wazi? <coughs> Oh, unasemaje baba. Iniko wera bro. Inde na nilipa, inde na nilipa. Hii inaleta unga kwa sababu. Ah, inde na nilipa na nini? Iko fiti. Nasema aje na sasa. Suka geti hapo, suka geti hapo hata tubonge bonge hata mawili hivi. Ndio mimi wangu kazi ni kwa mbaya. Kazi na kuambia ni mbaya kila mahali. Ukiniona kama nimekaa hapa, nikinusa nusa hii harufu, sio mzuri mtu yangu. Pako teseke ndio upate ganji. Imagine nimetoka simu hivi na kasoma yangu nikiona. Nani, tena nani? Eish. Nani? Ni Mungu tu leo. Stress, niko nayo kwa kichwa msie. Nimetoka tenje nyingine bana. Ish, usiseme stress baba, paka kichwa inanigonga mimi. Lakini usijali, niko na kadawa hapa, tulia. Najua mimi siko sangi hivi tu, tulia, usijali, niko na bidhaa hapa, niko na mali mzito vitu Unasemaje, Kaji, baba. Mimi niko fit kabisa, Uko vye? Eh, inakuwa aje lakini. Kazi ndio hiyo, kazi ndio hiyo. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Eh, lakini mizizi za nyuma zitakatika, si imekaza sana? Yeah. Kiona kama tuko hapa, hii ndio inatulipa. Mimi pia nalipishwa.

maskini. Ni kama hiyo simu inaniuma. Lakini sasa unasikia je? Kichwa unasikia je? At least Bana. Yeah. This imechangamka kidogo kidogo lakini mambo inafaulu ndugu yangu. Hivyo ndio kunaendanga bro. Hivyo ndio kunaendanga lakini usijali. Utapata Kodikora... wengine bro, utapata wengine. Hey, hey. Tunajua ni mingi, mimi na kushow. Lakini mi ilikuwa na pesa oh, mingi. Hadi bro, mimi nita kujenga wengine. Ndugu yangu mimi nakwambia. Mimi nione hivi, sio mfala mimi. Nakuamini yanga, si lewa. Sina niamini. Yuko bien, yeye ko bien. Yeko bie, wewe kwa biashara bebe. Na bonga tu wewe, usikwe na wasiwasi. Najua msikini. Iko sawa, iko sawa hiyo. Najua msikini. Iko sawa, iko sawa hiyo. Sasa unacheki aje bro? Yaani nilipita mara pengine. Tenje, tenje. Ile para tenje. Wacha ni kwa tenje munyama Iko tu mahali hata na hata naweza kupeleka naweza kupeleka wewe, bora tu useme tu dau, dau tu. Unajua dau ndio nasema bro, si niko nimekwambia hii kitu sio maji, hii kitu sio mchele. Utakula ufurahie bro, hey, bro.

Bro, macha mali yako kwa ndani. Baada. Bro, unaona kweli? Ama shida ni? Naona. Uko sawa? Niko sawa mimi. Uko bien? Ah, ah, mimi nauliza iko wapi mali yangu, kwani unasema nilipie. Nalipia. Sasa we, si ulikwambia kama ndio nimeweka nalipia, ama nyinyi ndio mnalipia. Mimi nimeleta mzigo, na si nyinyi mlipie basi. Mimi nimewaletea mzigo. Mzigo yako nimeona madai. Mimi ndio na madai. Uko sawa. Uko sawa. Mimi nimeingiza mzigo ndani, mimi mnilipe.